Pengine kwa baadhi ya Watanzania swala linalohusu kukamatwa kwa wanaharakati wawili wa, wa kimataifa uh, hususan katika ukanda wa Afrika Mashariki, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agather Atuhaire kutoka Uganda, yanaweza kuonekana kama ni maswala binafsi au ni maswala ambayo hawayahusu watu wengi, lakini kwa yoyote atakayejihangaisha kujua kwa nini walikuja nchini Tanzania, lakini pili kwa nini walikamatwa basi bila shaka kama mtu huyu anajali kuhusu haki za binadamu, anajali kuhusu yanayomsibu Mheshimiwa Tundu Lissu, ataguswa na masahibu yaliyokumba wanaharakati hawa wawili, kwa sababu walikuja nchini Tanzania kwa ajili ya kushuhudia kesi ya uhaini inayomkabili Mheshimiwa Lissu, mwenyekiti wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na hii ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wa mshikamano, kwa sababu kuna mtandao usio rasmi na mwingine ni rasmi wa wanaharakati wengi, wakiwa ni wanasheria ambao wanafuatilia kinachojiri katika nchi moja na nchi nyingine. Aa, hii pia imefanywa na mheshimiwa Lissu, mara kadhaa amekwenda nchini Kenya, mara kadhaa amekwenda nchini Uganda, kwa sababu uvunjaji wa haki za binadamu katika nchi moja mara nyingi huwa una tabia ya kurukia nchi nyingine. Kwa hiyo yanayojiri Kenya yanaweza kutokea nchini Tanzania, yanayotokea Uganda yanaweza kutokea Kenya, na yanayotokea Tanzania yanaweza kutokea Kenya na Uganda, na ndio maana watetezi wa haki za binadamu wanakuwa na mshikamano katika kukabiliana na uovu huu. Sasa jana, bahati nzuri, uh, Mwangi aliachiwa, lakini aliachiwa katika mazingira ya kusikitisha sana kwa sababu uh, watesi wake walienda kumtelekeza kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya na kumtupa, uh, na aliokotwa akiwa katika hali mbaya uh, na waka, bahati nzuri wakaweza kumkimbiza kumkimbizia hospitali kwa ajili ya matibabu, na alibahatika kuongea kidogo kuhusu masahibu aliyopitia. um, na katika kipindi chote hicho ambacho mwa, mwa, Mwangi na Agather walikuwa wameshikiliwa, hawakuruhusiwa kuwasiliana na mtu yeyote, hawakuruhusiwa kuwasiliana na wanasheria wao, hawakuruhusiwa kuwasiliana na familia zao wala ofisi za ubalozi, kwa sababu kuna ofisi ya ubalozi wa Kenya nchini Tanzania na ofisi ya ubalozi wa Uganda nchini Tanzania. Kwa hiyo kama unavyosema kwamba jana, bahati nzuri, Boniface Mwangi alifanikiwa kuachiwa, lakini akiwa katika hali mbaya na alieleza kwamba amepitia katika, kwa siku nne zilikuwa ngumu sana katika maisha yake, aliteswa kwa kiasi kikubwa, na anadai kuwa wakati walipokuwa wanamtesa walimwambia awe anasema asante mama Samia. Kwa hiyo, kila walipokuwa wakimpiga walikuwa wanamtaka aseme asante mama Samia. Kwa hiyo, inaumiza kwa kweli, na alieleza kuwa mateso hayo yalifanyika kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu uh, hao walikuwa wanafanya mateso walijitarabaisha kuwa ni watu kutoka kwenye vyombo vya dola. Uh, pia alieleza jambo moja la kusikitisha na la kuogopesha hasa kwa vile mwenzie, mpaka sasa mwenzie, yani Agather ya hajulikani alipo. Boniface alieleza kwamba wakati wakiwa wanapewa mateso haya, kabla hawajatenganishwa, aliwasikia hao hawa watesi wakisema kama wangetaka kumbaka Agather. Sasa katika hali ya kawaida ya ubinadamu, hivi ni vitu vya kutisha. Huyu ni mwanamke ambaye amekuja huku kwa ajili ya kuonyesha mshikamano na Mheshimiwa Lissu, kama mwanaharakati wa haki za binadamu, lakini kama mwanasheria mwenzie, kwa sababu Agather kitaaluma ki, ki, ni mwanasheria, halafu anakuja kuishia kupata vitisho kama hivi, lakini kwa sababu mpaka sasa hivi hajulikani alipo, na hakuna anayejua kilichotokea kwake hawa wawili walitenganishwa, yani Boniface Mwangi alipelekwa kwingine na huyo Agather akapelekwa kwingine. Lakini kabla ya kutenganishwa, hao watesi wao walisikika wakinong'ona kwamba wanataka kumbaka Agather. Kwa hiyo kwa kweli ni mambo ya kusikitisha sana. Na jana ubalozi wa Uganda nchini Tanzania uliandika rasmi barua kwa serikali kutaka ufafanuzi kuhusu swala la, la, la, la, la raia wao yani Agather ambaye ni raia wa Uganda na waliomba kibali kwa maofisa wa ubalozi kumtembelea na kuzungumza naye ili kubaini kama hali yake ikoje, na vile vile kusisitiza kuwa kuna haja ya kurudishwa nchini Uganda kwa sababu kama kuna makosa basi afikishwe mahakamani, na kama kuna lolote ambalo limefanyika uh, kinyume cha sheria za Tanzania ilipaswa hayo yawekwe hadharani, lakini hilo halikufanyika. Hata hivyo jana hiyo hiyo, jeshi la polisi lilitoa tamko kuhusiana na a, swala la Agather na Boniface, ambapo lilidai kwamba lilikuwa likifuatilia kwa karibu shughuli zinazodaiwa kutishia usalama ndani ya nchi, pia kutishia uhuru wa nchi na amani ya nchi. Kwa hiyo walidai kuwa baadhi ya watu waliokamatwa bila kuwataja, walihusishwa na mitandao ya kiraia inayofadhiliwa na wahisani wa nje wenye lengo la kusababisha vurugu nchini Tanzania. Walidai kwamba mitandao hiyo imehusika katika matukio ya vurugu katika nchi jirani ikiwa ni pamoja na Kenya na Uganda. Hata hivyo, hakukuwa na majina wala ushahidi mahususi ulioonyesha kwamba hizo taasisi uh, zinazodaiwa kuhusika ni taasisi za aina fulani, kwa sababu kama unajua kuna taasisi inasababisha vitu fulani, kwa nini msihitaji, kwa nini muhifadhi no. Um, kwa hiyo taasisi mbalimbali mbali za haki za binadamu kama Chapter 4 ya Uganda, na kuna hii inaitwa mtandao wa viongozi wa zalendo wa Afrika, kwa nyakati tofauti zilitoa matamko kulani hiki kinachoendelea, kwamba endapo wahusika hao waliokamatwa Agata na, na Boniface kuna lolote lile ambalo walikuwa wamelifanya basi sheria ichukue mkondo, lakini sio katika namna hii ambayo imefanyika, kwa sababu kwa Boniface ilikuwa ni siku ya nne mpaka jana. Kwa Agather, leo ni siku ya tano. Aa, kibaya zaidi yeye ndio haifahamiki nini ambacho kimetokea kuhusu yeye. Watu walikuwa na matarajio kwamba, kwa, kwa sababu Boniface amepatikana jana usi, jana jioni, basi huenda labda pengine baadaye Agather angepatikana, lakini mpaka muda huu ninapotengeneza makala hii hakuna taarifa zozote kuhusiana na uh, kupatikana kwa Agather um, kwa hiyo katika ukurasa wake kwenye akaunti yake ya ukurasa ya mtandao wa kijamii wa X alisema um, yeye anaamini huyu Boniface kwamba yeye anaamini kwamba haya yote yalitokea kutokana na maagizo ya viongozi wa serikali ya Tanzania. Anasema kwamba walikuja Tanzania kwa amani kama sehemu ya jumuiya ya Afrika Mashariki kuhudhuria kesi ya Mheshimiwa Lissu, na alisema kwamba mateso hayo hayatowazuia wanaharakati wa Kiafrika kushikamana, na akakumbusha kwamba alishawahi kutembelea Tanzania kwenye kesi ya Mheshimiwa Mboye alipokuwa gerezani na alikwenda nchini Uganda kwenye, kela, kwenye kesi ya Dr. Stella Nyazi na kesi ya mwana mwanasiasa nchini Kenya, Bobi Wine. Um, kwa hiyo kwa Agather pengine Mwangi anafahamika zaidi kutokana na, na, na jina lake ni maarufu zaidi na pengine Agather si watu wengi wanamfahamu. Agather Atuhaire ni mwanaharakati maarufu sana nchini Uganda, lakini pia ni mwanaharakati maarufu kimataifa, kwa hiyo licha ya mwanaharakati kitaaluma ni mwanasheria na hii ndio imemleta sana ukaribu na Mheshimiwa Lissu. Lakini pia ni mwanahabari. Uh, mwaka jana aliteuliwa na alichaguliwa na gazeti maarufu la Time kuwa miongoni mwa watu uh, wanaharakati maarufu zaidi duniani mia moja. Kadhalika alitunikiwa tuzo mwaka juzi na umoja wa Ulaya watetezi wa haki za binadamu na pia mwaka jana huo huo alitunikiwa tuzo ya kimataifa ya wanawake jasiri. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwa kweli yuko mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Kwa hiyo kwa kifupi Uh, masu, masahibu yaliyokuta uh, Boniface Mwangi pamoja na Agather Atuhaire kwa kiasi kikubwa yanahusiana na maslahi ya Watanzania wenyewe, kwa sababu takriban kila anayefuatilia kesi ya Mheshimiwa Lissu anajua ni kesi ya mchongo, ni kesi ya kisiasa iliyovikwa joo la masuala ya kisheria. Lakini la muhimu ni kwamba, katika changamoto anazokumbana nazo wa Kenya, hakujawahi kutokea Watanzania wengi wanaojihusisha na vuguvugu -vugu pengine liokaa majenzi hivi karibuni Um, kwa kiasi kikubwa Watanzania huwa wanakuwa wako nyuma wanaangalia tu kinachotokea. Kwa hiyo ujio huu ni kama unawafumbua macho wa Tanzania kuhusu ushirikiano, wasema, nyumba ya mwenzio ikiungua na wewe ushughulikie ya kwako. Kwa mshikamano inakuwa ni kitu cha muhimu. Hata hivyo basi, ni matumaini ya Jasusi TV pamoja na Watanzania wenye utu kwamba Agata atapatikana akiwa hai na akiwa hajadhurika. Endapo una maoni basi tupia chini hapo kwenye comment. Asanteni na kwaherini.